Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehma na amani kipenzi chake Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, taendelea na maelezo haya yanayohusiana na saum hususan ya Ramadhani na baadhi ya maelezo ya yani, muhimu au mambo muhimu ambayo tanabahishana ni kuhusu kumlisha asokuwa Muislamu, hukumu ya kumpa chakula asokuwa Muislamu katika mchana wa Ramadhani mchana wa Ramadhani, mtu kumlisha aso kwa Muislamu, tabaan, kumlisha Muislamu kama ni mtoto mdogo, haina neno. Kumlisha mtoto mdogo, kumpikia, kumlisha, haina neno mtoto mdogo. Lakini mtu mkubwa, hata kama si Muislamu, ni haramu kumlisha, ni haramu kumlisha, haifai. Wao wenyewe wanazuoni wana kaida ka, yani wana, eh, kama principle hivi, watuambia, kitu chochote ambacho wewe hufai kufanya, hufai kumsaidia mwingine kufanya. Isipokuwa mambo machache huzungumziwa yani kwenye yani wanafunzi hakuna haja yaelezo yani ya hapa. Lakini kitu chochote ambacho mimi sifai kufanya, sifai kumsaidia mwingine kufanya. Hata kama yule ni kafiri. Kwa mfano, mimi sifai kudanganya, basi sifai kumsaidia mtu mwingine kudanganya hata kama mimi sitodanganya. Mimi sifai kudanganya, basi sifai ku, mimi sifai kuiba kwa mfano, basi sifai kumsaidia mtu mwingine ni ni ni kwa nini kuiba. Waliyadhu billahi. Tamam? Na hivyo hivyo, mchana wa Ramadhani mimi sifai kula, basi sifai kumsaidia mwingine eh, kufanya nini katika kula mchana wa Ramadhani. Kwa hivyo ni haramu, hufai kumlisha, yani tuseme, hufai kumlisha, hufai kumpikia, humweke chakula la la la. Kama labda mtu ni mfanyikazi eh, chakula kimebaki usiku, atakula ahlan wa sahlan. Yani mfanyikazi ambaye si Muislamu, eh, atakula kile chakula kilichobaki usiku, atakula mchana, sawa. Maana kesi Muislamu, huambiwi wewe ukamwambie bwana lazima usile, la la, la. Kazi yetu ni kuwa sisi tusiwasaidie katika lile jambo, tumwate ende akapike mwenyewe, haina neno, sawa, tamam. <coughs> lakini kuwa ati <coughs> twamsaidia, twampikia, la, hakuna, haifai eh? hilo ni e, jambo ambalo tuta, yani, tulitaka pia kutana baishana, naam. Ama sasa tutajaribu kuzungumzia mambo ambayo ni haramu, ama tumekatazwa, yani, tumehimizwa sana tuya avoid katika Ramadhani mambo ambayo tumehimizwa sana tu avoid katika mambo eh, ni yale yale madhambi ya kawaida yani, hatuita ya kawaida, lakini astaghfirullah, yani, mengine ni makubwa kama kudanganya. Kudanganya ni haramu siku za kawaida na pia katika eh, siku za Ramadhani ni zaidi, ni haramu kudanganya Muislamu ni ufisqi. Wewe ukimtukana Muislamu wenzako eh, ile ni kuwa wewe ni fasiq. Katika Ramadhani ni zaidi. Paka bwana mtume yani, katika hadithi iliyopokewa, yani iliyopokewa bwana mtume asema, mtu ikiwa hatoacha kaula zuri, eh, hatoacha kudanganya, kutukana, kusengenya, hatoacha mambo kama haya katika Ramadhani, basi Mwenyezi Mungu hana haja na kukaa kwake kwa njaa. Sasa, utapata sisi uketi, eh, lilasafi waliyadhu billahi Tutaketi sehemu tutaanza kusengenyana, acha tupitisha time. La haram tena, uharamu wa wake Ramadhani ni mkubwa zaidi, ni mambo ambayo zimekuja hadithi yani specific katika kuzungumzia eh, hadithi khas katika ku, eh, kutuepusha ama kutukataza mambo kama haya mchana wa Ramadhani tamam. Na hakuna mambo kama waste time bwana, ewe Muislamu hakuna mambo ya waste time. Vipi yani wewe unapitisha time? Ah, bwana, twende pale tukale time ah, Muislamu wewe unaenda kula time sisi kama Waislamu hususan wakati wa Ramadhani ni tu, tu, tu, tu, eh, tuchukue advantage, ile ni chance Mungu ametupa. Kwa hivyo mtu afanye bidii kujaribu kuzidisha kusoma Qurani, kuswali, kuswaliswali sana, kusikiza madarasa sana. Mambo kama haya ndo iwe ni daidana yetu, yani iwe ndio ada yetu, ndio tabia yetu. Twazunguka hapo sisi kusoma Qurani, kusikiza Qur'ani, eh, kufundisha, eh, kuhudhuria hapa darasa, hizbu pale, darasa pale hizbu hapa tarawehe, pale qiyamu leli pale. Hiyo ndo kazi ya Ramadhani. Tusiwe ku waste time ama tuatengeza ndia za ku waste time mchana wa Ramadhani au Ramadhani si mchana tu, hata usiku eh, na mingi eh, lilasaf yani huendelea, tuweza kusema si haramu, lakini sasa mtu kama ana waste time si kama, yani ni ku waste time kihakika, eh, mambo labda, eh ya kucheza michezo ambayo utasema michezo ni mubah ya ku waste time Yani, si haramu lakini ni mubah, kama ni labda ma PlayStation kama ni makeram, vitu kama hivi, hatusemi ni haramu. Lakini Muislamu ni mtu ambaye ana akili, Muislamu ni fatin, yani Muislamu afaa kuwa mtu ambaye ana akili, anajua objective zake, anajua goal zake. Sisi bwana tupigania pepo eh? wa inna silata allahi ghalia Inna sil'ata Allah hiya aljanna, na sil'a ya Mwenyezi Mungu, bidhaa ya Mwenyezi Mungu ni ghali, sio? Tutaenda tu sisi tutaingia, yani bampa tu bampa? Yani na kina nani, Saidina Abakar eh, wale walipigwa vita eh, walipata tabu. Sisi tutakwenda tu tutaingia yani hivi hivi hivi, free free la paka tu tupate tabu eh. Kwa hiyo mtu, uh, uh, angalie. Ramadhani si time, si muda, si msimu wa kuwaste time la. Si msimu wa kufanya nini, wa kuwaste time kwa hiyo mtu afanye bidii, apange wakati wake kisawa sawa, apange wakati wake kisawa sawa, kuwa khalas, mimi nitakuwa nafanya hiki wakati huu. Na kuna baadhi ya eh, ndugu zetu hutusaidia sana mashallah, n yani, akikusetia kama timetable ya kusoma Qur'ani kwa namna ambayo eh, na kueka, asema, wewe weza kumaliza mswafu hata labda mara tano ukitaka. Nakumbuka mmoja aliwahi kuweka asema, wewe waweza kujiangalia kila siku huu mswafu ambao sisi tumeuzoea msaafu wa kawaida huu ambao eh, una page eh, nafikiri mia sita mswafu kama huu yani, mia sita na kidogo. Mswafu kama huu akawa asema wewe fanya bidii kila baada ya swala au kabla ya swala soma nini pages nne tu, pages nne ni waraka mbili, ni karatasi mbili, four pages tu, soma page nne tu kila baada ya swala ikiwa al alfajiri utasoma peji yani eh, nne, adhuri usome peji nne, alasiri peji nne, magharibi peji nne, na ishai peji nne, kwa siku utakushamaliza juzuu, kwa siku utakushamaliza juzuu. Kwa hiyo kwa mwezi utakushamaliza msahafu, alhamdulillahi rabbil alamin. Lakini wengine wakatuambia bali hii inaweza hata kuifanya bora, yani inaweza kuifanya kwa namna bora zaidi, eh, badala ya kusoma nne tu baada ya swala, wewe soma nne kabla ya swala, nne baada ya swala. Ukisoma pages nne kabla ya swala, nne baada ya swala, unajua pages nne, ikiwa mtu amesoma tu madarasa zetu za kawaida ataweza kusoma Qur'ani fluently ambaye anasoma kawaida, yani haraka haraka, atasoma ataweza kumaliza. Sasa mtu kama huyu ukifanya dakika kumi kabla ya swala, dakika kumi baada ya swala. In a day, utamaliza juzuu mbili. Ramadhani, utamaliza msahafu mara mbili, haa, angalia. Kheri. Tena hapo wewe umesoma tu ule wakati wa baada ya swala lakini lau sasa, Aa, utaseti. La. Mimi nitasoma hizi time mara mbili baada ya swala na, na labda baada ya tarawehe He, ama wakati wa tarawehe mimi nitaenda msikiti ambao wao wa kila siku wasoma juzuu. Haya, nitakuwa labda nafuatilia kwa mswahafu. Eh, utakuwa mara tatu hiyo, yani itakuwa wewe, waweza kumaliza mswahafu mara tatu kwa Ramadhani. Eh, hapo hata hujatoa time yako ya kwenda kazini huja huja. Baada ya alasiri unao time uweza kuketi; baada ya tarawehe unao time uweza kuketi. 20 30 minutes tu umaliza juzuu. Tena hawi ni kwa yule msomaji wa polepole. Tabaan, msomaji wa polepole 30 minutes anamaliza juzuu. Almuhim ni kuwa mtu ajaribu, hizi ndo namna ama njia za kupata heri bwana. Wa ila tutakwenda kumwambia nini Mungu siku ya kiyama kuwa tumepata Ramadhani na tukahasirika eh? Mtu apate, yani ikio sisi hatutosamehewa Ramadhani ama hatutoenda karibu na Mungu Ramadhani, eh, tutaenda karibu na Mungu lini? Lini tutakuwa karibu zaidi na Mungu? Eh, Manake, in lam yughfar fihi, ikiwa hatosamehewa katika Ramadhani hata zaenda kusamehewa lini? Yani siku ambazo kuna ma ofa na nini, wewe ile ofa hukuichukua, hukuenda kuchukua ile ofa, ndio utakwenda kufaidika miezi mingine? la alghalib, la yani mara nyingi ni kwa mtu hatastafidi yani katika miezi mingine, ikiwa hakuweza kustafidi katika mwezi wa, wa Ramadhani. Kwa hiyo hizi ni eh, eh, mbinu mtu aweza kujaribu kutumia ili eh, a maximize ule muda alonao ama ile time alonayo. Naam, kisha katika masaa ama mambo ambayo hutokea na misimu au msimu huu wakati wa Ramadhani ni kukesha. Alhamdulillah. Ramadhani huwa kuna nishati, yani kuna ile energy ya kukesha. Tunaona watu mashallah waweza kukesha yani paka karibu na alfajiri. Lakini sasa kosa linalotokea, eh, kosa linalotokea ni kuwa watu wengine hukesha mpaka karibu na alfajiri kisha wakenda wakalala, ile swala ya alfajiri ikawapita. Swala ya alfajiri ikawapita. Sasa swala ya alfajiri ni faradhi. Jamani, sisi kama Waislamu lazima tujue priority zetu bwana. Sisi priority zetu alokuja kutuwekea priorities ni Allah Jalla Jalalu na mtume wetu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa eh, mtu mwenye kutuwekea kutuchagulia zile aulawiyati. Hili ndio la muhimu zaidi, eh? Fal aham thumma muhim. Jambo la muhimu zaidi tulikadimishe, kisha ndo tuende kwa lile yaitwaje la muhimu kidogo. Sasa utapata wengine wetu, labda tutaswali tarawehe. Na ni khairi. Lakini tuchelewe tuchelewe, tupate labda tahajud eh, tuswali tahajud eh, kisha alale alfajiri mpita sasa, atasielewe <laughs> yani, ni vipi? Ni ni kuwa sisi kama Waislamu lazima tujue priorities zetu, na mambo ya faradhi yanapewa kipaumbele. Mambo ya faradhi ndio yakadimishwa. Kwa hiyo ikiwa mtu apiga hesabu, mimi bwana, nikilala mapema ndo nitaweza kuswali alfajiri eh lakini, nikichelewa bwana, eh nikiswali mpaka ile tahajudi alfajiri itanifanya nini? Itanipita. Basi bora kwa mtu kama huyu ni aketi alale mapema, afwan alale mapema, ili amke aswale alfajiri, maanake alfajiri ni faradhi eh. Tahajudi hatutaulizwa kwa nini umekosa, lakini alfajiri utaulizwa kwa nini umekosa, kwa ajili ile ni nini? Ni faradhi. Faradhi tabaan inapewa eh kipaumbele kuliko nini? Kuliko sunnah na hilo ni jambo hata kiakili yani, tofakuwa tulifahamu. Wewe fikiria, labda mtu yuko kudai, ama wewe wamdai mtu. Tutalitupiga mfano kama mtu wewe wamdai mtu, kisha yule mtu yakuletea mazawadi na halipi deni lako, yakuletea mazawadi leo, yakuletea hiki leo tu... Bwana, angalia kwanza nilipe deni bwana. Faradhi ile ni kama deni, kisha sunna sasa ni kama zawadi. Sunna wataka kujikaribisha zaidi kwa Allah jalla jalal, lakini faradhi ndo sisi tunahatubiwa nayo, yani faradhi ndo mukaddam. Faradhi ndo priority ya kwanza. Kwa hiyo mtu ajaribu eh, zile eh, eh, faradhi tusizikose. Kisha baadaye tujaribu kuongezea ongezea, ongezea, zile sunna. Naam. Inshallah, yani katika eh, darasa ijayo na nafikiri labda ndio itakuwa ni ya mwisho eh. Hususan, yani, katika maelezo haya somo tutazungumzia kuhusu tarawih. Tarawih, namna ya kuiswali eh, ubora wake na baadhi ya fadhila zake. Naam. Sallallahu ala sayidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wallahu a'la wa a'lam.